Asalamu As alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Habari zenu ndugu zangu na shukrani sana kwa kuendelea kusubscribe katika chaneli yetu. Mnavozidi kusubscribe na mnazidi kunipa nguvu ya kuendelea kuelekeza masomo kila leo kwa sababu elimu ya tiba ni elimu ambayo itamfanya mhusika anayesikiliza na, na kuifanya apate manufaa ya kujitibia yeye mwenyewe bila kwenda kwa mtu yoyote yule aidha amtapeli au na nini na nini. Elimu ya tiba pia ni elimu ambayo imefichwa sana kwa sababu ni elimu ya watu wengi ambao hawajui. Ukijua elimu ya tiba umejua ulimwengu na kama haujajua elimu ya tiba basi hujajua ulimwengu. Kwa sababu unaweza kuona kila kitu lakini utakaporogwa vitu vyote vinaisha. Kwa hiyo ukijua namna ya kujitatua eh, vile ambavyo umerogwa basi na maana wewe utakuwa na uwezo wa kuona ulimwengu mwingine. Leo, somo letu la leo utajisoma kuhusu eh, ndoto. Ndoto, kwanza kabisa, ndoto ni ile hali ya mtu kulala kisha kuota vitu kama ipo dunia nyingine kiroho. Ndoto, ni mtu anakuwa amelala lakini mwili wake unafanya majambo ukiwa umela, ume, ume, yani ukiwa mwili wake upo tofauti na kiwiliwili. Sasa ndoto ni ile hali ya mtu kulala kupata usingizi mnono kisha kuendelea kuota maisha ya baadaye. Fasiri sahihi ya ndoto imeanza kwa manabii. Tukija katika nabii Yusuf, nabii Yusuf yeye alikuwa ameota, alivyoviota. Baada ya kuota, nabii Yakubu ndo akaja akamwambia, ndoto yako, ambayo alikuwa ni baba yake, inaashiria kadha wa kadha wa kadha lakini pia tukija katika Biblia neno ndoto limeandikwa mara 68. Tukija katika kitabu cha Mwanzo limeandikwa mara 33 lakini katika Agano Jipya neno ndoto limetajwa lime, limeandikwa mara 8. Sawa sawa. Kwa hiyo ndoto ni kitu ambacho mtu anaweza kaota. Mfano kwa Nabii Yusuf aliota kisha ile ndoto ikaja kuwa ukweli baadaye. Sawa sawa. Mfano moja kati ya ndoto ambazo eh, ziliota mfano labda leo hii mtu akija akisema nimeota nimetupwa katika kisima, na maana ndugu zako wanakuandama kwa ubaya ili wakuangamize, kutokana kwamba either wewe ni mkubwa kwenu au unaheshimika kwenu au una nyota kali kuliko hao. Hiyo ndio fasiri, tafsiri ya ndoto za kisima, kwa sababu asili yake, tukirudi katika nabii Yusuf, yeye alipoingizwa na kisima, na maana walimuingiza ndugu zake. Kwa hiyo ndio fasiri sahihi ya ndoto. Sawa sawa. Lakini ndoto hizi hizi, ikitokea unaota ndoto mbaya za kutisha, hizo ndoto zote zinatokana na shetani. Acha shetani. Kwa hiyo ni ndoto ambazo za kujilinda nazo. Pili, ukiota ndoto mbaya na za kutisha ni vibaya na si vyema kuadhisia watu, lakini pili ni vizuri, hata ikitokea umeota ndoto nzuri usipende kuadhisia watu kile ambacho unakiota, sawa. Leo nitaelezea ndoto tatu tu, ambazo ndoto hizi zinaashiria ufalme wa mtu kupanda cheo na kutajirika. Mfano, umelala leo hii, baada ya kulala ukaota nyoka mkubwa yupo katika kichwa chako. Yani umelala hivi ukata nyota mkubwa yupo katika kichwa chako, wanakusikiliza. Ina maana fasiri sahihi ya hiyo ndoto ni kuwa utakuja kuheshimika na viongozi na utapanda cheo. Kama wewe ni kiongozi utapanda cheo na utaheshimika na utakuwa mtu mkubwa sana katika huo ulimwengu. Sasa, kwa hiyo ukilala ukiota nyota nyoka mkubwa yupo katika kichwa chako, ina maana wewe utaheshimika na watu watakusikiliza, wale viongozi, watu wakubwa watakusikiliza na watakupenda na utapanda cheo. Sawa sawa. Hii ni fasiri ya nyota ny, ny, ny, nyota ni tafsiri ya ndoto ya nyoka. Mtu yote atakayota nyoka mkubwa amkaa katika kichwa chake, hiyo fasiri ya ndoto hiyo ni kuwa kwamba wewe utakuwa ni miongoni mwa ma, watu ambao utapendwa na watu wakubwa tu. Naposema watu wakubwa ni wa viongozi, aidha wa serikali yako au viongozi wote katika ile nchi ambayo wewe unaishi. Lakini pili, ndoto ya pili eh Umelala usingizini, baada ya kulala ukaota umekaa juu ya kitu hivi, watu wanakusikiliza, ina maana wewe utakuwa ni mtu mkubwa, aidha ni mhubiri au utakuwa ni mtu mkubwa yule ambaye watu watakusikiliza, na wewe utakuwa ni kiongozi au msanii mkubwa, au utakuwa ni mtu bora katika jamii yako. Hiyo fasiri ya ndoto hiyo, ina maana wewe utakuwa ni mtu mkubwa katika jamii yako, au ni msanii mkubwa, au utakuwa ni yule mtu ambaye unafanya majambo makubwa katika jamii ambayo inakuzunguka sawa sawa. Kwa hiyo leo hii ukilala ukaota umekaa juu ya kitu chini yako kuna watu wanakusikiliza, hiyo ndoto inaashiria kwamba utakuwa ni mtu wa heshima na mtu ambaye baadae utakuwa na mtaji, mtu mtajiri na mtu mwenye maono. Lakini ndoto ya tatu kwa leo ambayo ni ndoto ya mwisho, umelala hivi ukaota eh, manyoka makubwa sana na maana manyoka maku makubwa shambani kwako, ina maana utavuna sana mazao, utavuna sana mazao katika huo mwaka wako ambao wewe umelima, utapata manufaa na pia uta utakuwa ni mtu ambaye katika kijiji chako, katika sehemu yako, utakuwa ni mtu mwenye mafanikio ambao utapata vitu vingi sana na mazao mengi sana katika mashamba yako. Sasa, lakini miongoni mwa ndoto nyingine inawashiria ukubwa na pesa za mashetani ikilala ukaota zombi linakupa mali, ina maana utapata pesa katika maisha yako. Sasa, lakini pesa hizo utakazopata zitakuwa pesa za uchawi au pesa zinazotokana na majini. Ukilala ukaota nyoka, ukaota zombi anakupa pesa, ina maana nyota hiyo inaashiria kwamba utapata pesa, ile pesa za majini ambazo zina masharti. Pia nyota nyingine ya tano ni ile hali ya mtu umelala leo hii, lakini ukaota mti mkubwa wenye matunda. Sasa ina maana wewe utakuwa ni mtu eh, mwenye mafanikio katika kazi zako. Utafanikiwa, ongeza juhudi, ongeza na jitihada kubwa katika kitu ambacho unafanya. Hizi ndoto tano ambazo zinaashiria utajiri lakini tukiweka katika kuna ndoto moja au kadhaa ambazo nazielezea kidogo tu, hizi ni tofauti na zile ambazo nitakuelezea ukilala ukaota upo uchi sawa sawa, ina maana utapata aibu au punguza siri zako kuwahadisia watu. Unaelewa vizuri. Ukilala ukaota upo uchi, hii ndoto ina maana kwamba punguza kuwahadisia watu maisha yako, punguza kuambia watu kuhusu eh, kila kinachoenda, kwa sababu inaashiria ina, muda wowote wakati wowote utapata aibu katika maisha yako, sawa sawa. Lakini ndoto nyingine ya mwisho kwa leo ni umelala ukaota unakimbia lakini haufiki, ndoto hiyo inaashiria kwamba hiyo biashara unayoifanya hautofanikiwa. Kwa hiyo aidha ubadilishe biashara au utafute njia mbadala ya kudhibiti hiyo biashara, watu wasiendelee kuiangamiza. Ukilala ukaota unakimbia lakini haufiki, ndoto hiyo inaashiria kwamba hiyo biashara unayoifanya haitokufanya uwe tajiri na hautofanikiwa sana sana, ukapata hasara katika biashara yako, ukavunjika nguvu. Hii ni fasiri sahihi ya hizo ndoto ambazo nimekuelezea. Elimu ya ndoto ipo pana sana, lakini pili, eh, elimu ya ndoto mjuzi zaidi ni Mwenyezi Mungu. Baada ya kusema haya, na kupendeni sana na mwisho wa kipindi hiki ndo mwanzo wa vipindi vingine, na kupendeni sana na amani ya Mwenyezi Mungu iwe juu yenu.